Habari, kuna watu wananipigia simu uh, kunipa pole uh, wakidai kwamba wamepata taarifa kwamba mamangu mzazi amefariki dunia. Naomba kuambia kwamba mamangu mzazi hajafariki dunia, yupo hai. Aliyefariki dunia ni mama yetu wa kazini, uh, mama Hana Maige, uh, ambaye nilifanya naye kazi tukiwa Songea na alituhudumia kama mama yetu na tulimuita mama. Mamangu mzazi yupo hai. Kwa hivyo wale wote ambao wananipigia simu kunipa pole basi, uh, mjue hivyo kwamba mamangu mzazi yupo hai. Na wapo wengine uh, wanapanga kwenda msibani kijijini kwa mama, naomba kuambia msifanye hivyo, mama yupo hai, ni mzima. Wala ambao mmechapisha taarifa uh, mkidai kwamba mamangu mzazi amefariki dunia, naomba mfute hizo taarifa na msifanye hivyo tafadhali. Habari, kuna watu wananipigia simu uh, kunipa pole uh, wakidai kwamba wamepata taarifa kwamba mamangu mzazi amefariki dunia. Naomba kuambia kwamba mamangu mzazi hajafariki dunia, yupo hai. Aliyefariki dunia ni mama yetu wa kazini, uh, mama Hana Maige, uh, ambaye nilifanya naye kazi tukiwa Songea na alituhudumia kama mama yetu na tulimuita mama. Mamangu mzazi yupo hai. Kwa hivyo wale wote ambao wananipigia simu kunipa pole, basi mjue um, hivyo kwamba mamangu mzazi yupo hai. Na wapo wengine uh, wanapanga kwenda msibani kijijini kwa mama, naomba kuambia msifanye hivyo, mama yupo hai, ni mzima. Wala ambao mmechapisha taarifa uh, mkidai kwamba mamangu mzazi amefariki dunia, naomba mfute hizo taarifa na msifanye hivyo tafadhali. Habari kuna watu wananipigia simu uh, kunipa pole uh, wakidai kwamba wamepata taarifa kwamba mamangu mzazi amefariki dunia. Naomba kuambia kwamba mamangu mzazi hajafariki dunia, yupo hai. Aliyefariki dunia ni mama yetu wa kazini, uh, mama Hana Maige. Eh, ambaye nilifanya naye kazi tukiwa Songea na alituhudumia kama mama yetu na tulimwita mama. Mamangu mzazi yupo hai, kwa hivyo wale wote ambao wananipigia simu kunipa pole basi, eh, mjue hivyo kwamba mamangu mzazi yupo hai na wapo wengine, eh, wanapanga kwenda msibani kijijini kwa mama, naomba kuambia msifanye hivyo, mama yupo hai, ni mzima. Wale ambao mmechapisha taarifa eh, mkidai kwamba mamangu mzazi amefariki dunia, naomba mfute hizo taarifa. Na msifanye hivyo tafadhali.